Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha tafakari ya injili ya siku leo, Jumatano juma la kumi na mbili, kipindi cha kawaida mwaka C wa Kanisa. Masomo ya leo, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Mwanzo sura ya kumi na tano aya ya kwanza hadi ya kumi na mbili na ile ya kumi na saba hadi ya kumi na nane na somo la injili kama ilivyoandikwa na mtakatifu Mathayo, sura ya saba aya ya kumi na tano hadi ya ishirini Karibu tusikilize injili. Somo katika injili ilivyoandikwa na Mathayo. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, jadharini na manabii wa uongo watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mwovu huzaa matunda mabaya Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kila mti usiozaa tunda zuri hukatwa ukatupwa motoni. Ndiposa kwa matunda yao yawo mtawatambua. Neno la Bwana. Sifa kwako ee Kristo. Ninawaalika tusikilize tafakari ya sehemu hii ya Injili. Ndugu zangu, leo katika sehemu hii ya injili tunamsikia Yesu akiwaonya watu wajihadhari na manabii wa uongo, na anaweka wazi kwamba manabii wa uongo ni wale watu ambao kwa nje wanaonekana kuwa wema, wapole na wanyenyekevu, lakini uhalisia na undani wa maisha yao umejaa uovu. Katika mazingira yetu ya sasa tujiulize, nabii wa uongo ni nani? Je, mimi nimekuwa nabii wa uongo au, ni kwa namna gani ninaweza kuwa nabii wa uongo au mwalimu wa uongo? Tukumbuke kwamba kila Mkristo katika sakramenti ya ubatizo alifanywa kuwa kuhani, nabii na mfalme. Je, tunauishi ukweli huo? Tunauishi unabii huo? Kama tutajionyesha mbele za watu kama Wakristo wazuri kwa mambo ya nje nje tu, huku mioyoni na akilini mwetu tukinuia maovu, tumekuwa manabii wa uongo. Maisha yetu kama nje tutaonekana ni watu wanaosali, wanaohudhuria misa takatifu, wanaotoa sadaka, wanaoguswa na maisha ya wanadamu wengine pale wanapopata shida, mambo hayo yanatakiwa yawe yametoka kweli ndani ya mioyo yetu, na hatuyafanyi ili kujionyesha na kupata sifa mbele za watu. Ukristo wetu utaweza kuwavutia watu wengine ikiwa wataona ukweli na uwazi wa maisha yetu, maisha ambayo yanaonekana katika matendo kuwa ni mema, kwa sababu yameanzia ndani kabisa ya mioyo yetu. Inawezekana umewahi kusikia au kushuhudia mtu aliyeuawa kwa sumu na mtu alionekana kuwa rafiki yake wa karibu, ndugu, mke, mume au mtoto. Yawezekana pia umewahi kusikia watu waliokuwa marafiki, lakini baadaye wakasalikiana na hatimaye kupanga maasi dhidi ya mmoja wao. Sasa tujiulize, je, ule upendo ambao watu hawa walionekana kuwa nao ulikuwa umetoka mioyoni mwao, au ulikuwa ni udanganyifu ambao kwa nje unaonekana ni kujaliana, kumbe ndani kuna njama za mauaji? Yawezekana sisi tunaonekana ni Wakristo wazuri, lakini imani zetu tumeziweka zaidi, pengine kwa waganga wa kienyeji, pengine katika ushirikina na mambo mengine ambayo ni kinyume kabisa na Ukristo wetu. ya haya yote yatufanye tujitafakari. Je, sisi kweli ni manabii na walimu wa ukweli au tunaishi maisha ya maigizo? Mtu ambaye ni mnafiki huyo ni nabii wa uongo, kwani yale ambayo anayafanya ili yaonekane ni uigizaji na kinyume chake ni kwamba yeye yuko kinyume na jinsi anavyotaka watu wamwelewe. Yesu leo anataka tujiadhari na manabii wa uongo ambao tutawatambua kwa matunda yao. Mtu ambaye anaishi maisha ya uongo, maisha ya kutaka kuonekana mwema kwa nje kumbe ndani ni mwovu, hawezi kujificha. Nyakati zote maisha yake yatakuwa hayana amani, hayana furaha, utulivu na ustawi. Mtu huyo hawezi kuwa na furaha na amani ya kweli kwani moyoni mwake kuna taabu na mahangaiko ambayo anachoka kuyavumilia. Maisha ya unafiki ni utumwa. Haya ni baadhi ya matunda ya mtu anayeishi maisha feki, ambayo ndiyo unabii wa uongo, na hayo ndiyo matunda ya unabii huu wa uongo ambao sisi tutautambua. Mtu wa namna hiyo anaweza kujionyesha kuwa rafiki lakini pengine ndiye anayechochea mavurugano na kukosekana kwa maelewano katika jamii na familia za watu. Lengo lake ni kutimiza nia ovu za moyo wake. Lakini pia, Yesu anatukumbusha kwamba kila mti mzuri huzaa matunda mazuri. Mtu aliyemwema, ambaye wema wake, Ukristo wake unatoka kweli katika moyo wake hata kama hatakubaliwa na watu, hata kama ataonekana anajifanya mwema, hata kama ataonekana ni mjinga, ukweli wa maisha yake utampa furaha na amani ya moyo. Na hii inatawala maisha yake yote kwa ujumla. Mtu wa namna hii upendo wake ni wa kweli, urafiki wake ni wa kweli, akitabasamu au akilia ni ukweli. Ukweli wa maisha yake utawavutia wengi. Ukristo ulianza na jumuiya ndogo ya Wakristo huko Yerusalemu ambao walimpokea Kristo wakamwamini yeye kuwa ni njia, ukweli na uzima na wakamuishi katika ukweli. Maisha yao yalikuwa ni mvuto kwa watu wengine kuwa Wakristo. Na sisi leo hii tunaalikwa tuishi Ukristo katika ukweli wa imani na matendo na huko ndiko kuwa manabii wa ukweli, na hii ndiyo Injili yenye nguvu na ya kupenya kwenye mioyo ya watu, kwani kwa matendo yetu mema yanayotoka ndani kabisa ya mioyo yetu watamuona Mungu kupitia sisi. Hivyo basi tuombe neema ya Mungu ili atupe nguvu ya kuwa manabii wa ukweli, ambao tutakuwa manabii wa matumaini, tutakao kuwa sababu ya furaha na matumaini kwa jamii. Ninakushukuru kwa kutafakari pamoja nami injili ya leo. Niliyekuletea tafakari hii ni mimi Frater Priscus Chua wa shirika la wa misionari wa damu mtakatifu ya Yesu kutoka seminari kuu ya Mtakatifu Gaspari del Bufalo, Kola, Morogoro. Itukuzwe damu ya Kristo!